Yes, mimi ni Amri Mwingwa wa Amri TV Online na leo bwana, niko Unguja ndani ya visiwa vya Karafuu bwana. E, huku ni raha tupu kama unavyoona. Hapa niko ufukweni, hii ni fukwe ya Forodhani. Kuna burudani za kutosha, watu wana enjoy maji, view moja tamu sana, endless sea, yani bahari, unaona endless mpaka mwisho. Leo niko na mwanangu mmoja hivi hapa, nataka tupige naye story hapa, atuambie vipi mwanangu ta sawa ex mloi. Okay, sisi watu ambao huwa tunatoka kupambana, tunatembea sehemu nyingi sana. Mwanangu unatoka wapi? Natoka ya Njombe. Njombe. Njombe yeah, mpaka Unguja. Upo kwa muda gani? Nipo ndani ya miaka 4. Upo Unguja ndani ya miaka 4? Ndio. Yeah. Okay, unaweza kaangalia kamera ili watu watazamaji waweze kutupata. Miaka 4 uko huko huku Unguja unafanya miche gani? Ah, miche zangu za uchabaji kazi, kazi ni kazi ya nguvu. Kwa kusema kweli mimi sijasoma. Kwa kazi yangu ni ya nguvu, yaani mtaji wangu ni nguvu zangu mwenyewe, ndio hivyo okay. Kazi gani sana mishe gani unajishughulisha nayo sana? Yani kwamba hizi mimi nikiamka asubuhi napiga mishe, kazi za nguvu ziko nyingi, na kazi ya makuli nafanya, kazi ya carpenter nafanya, kazi ya mason nafanya kazi. So kwa sababu sichagui kazi, kama kwamba labda kwa napata na na kazi ambayo inaenda na fani yangu, hapana, kuna wakati na alama alama, alama, za nyakati. Wakati tunabadilika kwa hiyo basi siwezi kuchagua kazi, siwezi kujika mimi bila bila kitengo hicho sifanye kazi hii hapana, nitakufa njaa. Okay, ila kwa kazi unazofanya kwa siku ni yani, kwa mwezi unauhakika wa kuingiza kama kiasi gani? mm, i think kama laki like mbili. Mm, changamoto ambazo zinazokutana nazo? Unajua, sisi ambao tunajitafuta. Una familia kwanza bado sijaana familia bado, familia kwa maana ya mke na mtoto, mke na mtoto bado sija. okay. ila wazazi bado wapo. kwa bahati mbaya mzazi wangu, wazazi wote sina. say pole sana mwanangu. Isipokuwa baba wangu mimi alishindwa ku, kujionyesha kwangu, sijajua changamoto yake ni nini kwangu mimi, ikiwa mimi bado nampenda, nampenda hasa sababu sijajua ugomvi wa mama ilikuwa ni vipi, alafu mamangu aliniambia kwamba baba yako ni mtu fulani, nilipokuwa na umri wangu akuja kuambia huyu sio baba yangu, na yeye mwenyewe baba anakataa. Nashindwa kuelewa baba yangu ni yupi? Naomba leo kesho baba yangu ajitokeze. E bwana, mwanangu, story yake hii kama ina nitouch fulani. Wewe mjeo, tusogee hapa kidogo <laughs> oya brother, mwanangu, sogea hivi hapa kidogo, niongee na bro kwa undani, bro ana story moja tamu sana kwa hiyo mwanangu, kwanza hujai kumu, ushe kumuona, lakini baba baba sijamu nasikia kwa watu lakini sijamwona mbele ya macho yangu, sababu nikisema nitafute thamani ya, ya mtu kwenye mioyo ya watu nitakuwa muongo, kwa sababu watu wanadanganya. Nataka aje kama yeye anithibitishie kama yeye ni baba yangu, lakini sio stori za vijiweni. Nashindwa kuelewa mpaka sasa hivi, huwezi amini, sasa hivi na umri wa miaka ishirini na sita baba simjui. Kwa hiyo tangu umezaliwa baba humfahamu na mama anasemaje? Mama usha kuongea naye kuhusu mzee kabla, nimekwambia mamangu alifariki nikiwa umri wangu mdogo, ndio nikiwa ni darasa la kwanza k kwa bado nilikuwa sijajua nini maana ya maisha hmm, sijajua umuhimu wa, wa wazazi yaani ambaye mwenye mzazi hmm. Naomba kabisa mwenye mzazi, mwenye mzazi ampende hmm, amthamini. Ambaye hatuna wazazi tunajua thamani ya mzazi ni nini. Hmm, ndio tuko hivi, sio kama atupendi kukaa nyumbani sio kwamba hatupendi kufurahi na familia. Hata ukirudi nyumbani, rudi kwa nani? Fura yako hii ni nani? Sawa, ni marafiki. Marafiki wapo kila mahali, lakini wazazi kama wazazi, mzazi ya thamani kubwa sana, tena hasa ni mama okay. Ehe. I say, katika kupambana, kuna ndugu wengine ambao wa karibu labda upande wa baba au upande wa mama ambao uko nao karibu Nashukuru na Mungu. Niko nao karibu. Niko na ndugu zako. Una ndugu wangapi? Na siwezi kuhesabu. Kwa sababu wanazaliwa <laughs> kila siku ni wengi. Ndio. Uh, ah, yani wale ambao sema sasa faza hujamfahamu. Kwa upande wa mama ndugu zako osawa. Osawa. Yeah. Okay. Uko nao sawa? Niko nao sawa. Niko nao sawa. Okay. Changamoto gani unapitia kwenye utafutaji? Wewe uko lone man na sijui kama una wadogo zako katika ndugu, una dada zako au kaka zako kwa kwenye upande wa familia wa mamangu ni mzaliwa peke yangu, sina mdogo wangu, sina kaka mimi, ndo first born mwenyewe. Upo huko kuna ile washikaji wana wanakupigia simu mwanangu, vipi huko huko, Unguja Zanzibar huko au Dar es Salaam, kama umetoboa washikaji, unakuta ile wanakuomba, huwa una, inatokeaje kwako, kwa upande wako? Kwa mimi kama mimi, najifikiria sijajipata bado kinachokipata ninachokipata hakijitosheleza. Tena mimi mwenyewe nashindwa, nashindwa na kujimeki mimi kama mimi kujimeki nashindwa. Sio kwamba na, kwa na mimi ya kwamba kujifanya kuwa mbinafsi hapana. Sio kwamba sipendi ku, kuongea nyinyi kwenye simu, kuongea na wao kwenye simu, hapana. Napenda kukusana kuongea nao kwenye simu. Mimi sio mbinafsi, hiyo niweke wazi mimi. Kabisa sio mbinafsi, hiyo niweke wazi. Kwenye utafutaji kuna mengi unakutana nayo unakuwa na stress ya, ya bosi, una stress ya kazi. Kuna watu wengi wanatuangalia pale yeah, kwenye TV, lakini uh, unawashauri nini vijana ambao wako nyumbani wanachagua kazi hawataki kupambana? unawashauri nini napo cha ja kuwashauri kama kijana yupo nyumbani ameshakuwa ametimiza umri wa miaka ishirini, huo si mtoto tena. Kitu kingine kinachangia malezi malezi ya wazee. Mzee anapomlea mtoto ndivyo anapokuwa hivyo hivyo, amtengenezee maisha, kumtengenezea maisha ya yeye ye, ye, kama yeye kujitegemea, kwa sababu anakuwa anampenda zaidi kumpitiliza, anasahau kama leo leo kesho ye, kutwa, yeye akifa, nani nani atakaye kuwa msaada wake na yeye mtoto wake, ikiwa mtoto wake anapo anapo japo sehemu, kama asimpende, yaani anampenda mpaka anam, yaani anamdekeza kiasi kwamba maisha ya kujitegemea mwenyewe anakuwa anashindwa. Akiondoka anakuwa anaanzia wapi? Huku zanzibari umeishi takribani miaka minne, <mimu> changamoto gani ambazo unaona ni utofauti katika utafutaji labda huku unazozipata ukilinganisha na kule ulipotokea? Changamoto zipo, changamoto zipo kwenye utafutaji. Ikiwa sina elimu yoyote, sawa Japo sina siwezi kusema changamoto. Ni Mungu amenipa mtihani ambao naweza kuupita, kwao sina budi, ni njia ambayo nitakuwa niipite. Sababu Mungu kila siku anakupa mtihani ambao unaweza, hawezi kupa mtihani ambao usioweza. Changamoto zipo kila binadamu kupata, mwanangu I say pamoja sana. Mimi naitwa Amri Mwingwa, kama hivyo, next time tutaonana, mwanangu.